Baada ya machafuko ya uchaguzi wa Oktoba 29 nchini Tanzania, nchi hiyo imejikuta katika hali ngumu ya kiuchumi na kidiplomasia. Hatua za kimataifa zimeanza kuonekana wazi. Bunge la Ulaya lilipendekeza kusitishwa kwa ufadhili kwa miradi muhimu, hatua inayoweza kuathiri moja kwa moja bajeti ya maendeleo na huduma za kijamii. Wakati huo huo, Marekani imetoa tahadhari kwa raia wake kutozuru Tanzania kuelekea Disemba 9 kwa hofu ya machafuko, jambo linaloweza kudhoofisha sekta ya utalii na mapato ya kigeni. Kujadili hayo na mengine mengi tunaungana kwa njia ya simu na Dr Lenny Kassoga, mchumi ambaye pia ni mhadhiri wa chuo kikuu cha Dar es Salaam. Vilevile vile tunaungana kwa njia ya simu na Godwin Gonde, mwanadiplomasia na pia mhadhiri katika chuo cha diplomasia ya Dar es Salaam. Karibuni. Asante asante. Swali kuu ni je, athari hizi zitabadilisha mwelekeo wa uchumi wa Tanzania na taswira yake kidiplomasia? Tuangalie kwanza kiuchumi. Swali kwa nani mchumi Dkt. Lenny Kassoga. Asante sana eh, ni kweli kwamba matatizo haya yatakuwa na athari kiuchumi, kwa sababu nchi ilianza kuchanua hasa kwa upande wa utalii, na wakati wowote kunapotokea hali kama iliyotokea na wananchi wakawa wameuawa na serikali ikashinda ikashindwa kusema ni wangapi wameuawa, na ikaweka e, umuhimu katika rasilimali zilizoharibiwa e, hiyo kwa upande mmoja inakuwa inashusha hadhi ya nchi, kwa maana historia ya Tanzania imekuwa ni kwamba Mwalimu alipenda sana kusimamia haki, na panapokuwa na haki, amani vilevile inakuwepo. Kwa hiyo mambo ya utalii yanaweza yakaathirika, lakini vilevile huwa kuna hela kiasi ambacho ni asilimia kubwa katika bajeti. Maanake ikiwa kama asilimia kumi ishirini au zaidi, ni sehemu kubwa ambayo inaweza ikasaidia miradi mbalimbali ya maendeleo wahio, kwa hiyo kiufupi ni kwamba kutakuwa na athari kubwa tu katika bajeti ya maendeleo. Shukrani sana ndugu Godwin Gonde. Hatua hii ya Umoja wa Ulaya inaashiria nini kuhusu uhusiano wa kidiplomasia kati ya Tanzania na umoja huo? Uhusiano wa Tanzania na Umoja wa Ulaya umekuwa ni uhusiano wa muda mrefu, lakini kwenye diplomasia mahusiano yanaweza kubadilika kutokana na eh, vitu mbalimbali ambavyo vinaweza vikatokea, eh, kati ya nchi mbili au eh, mashpe mashirika mabili ambayo ya yanahusiana sasa, eh, ni doa kwa sababu Tanzania imepita katika kipindi kigumu, na hiyo imepelekea Umoja wa Ulaya kuweza kuwaza ku, ku, ku, kuchukua hatua hizo ambazo zinaweza kidogo zikatia mushkeli katika taswira ya mahusiano, lakini si mwisho wa mahusiano kwa sababu eh, hiyo kupanda na shuka ya, ya, ya, ya, ya aina ya uhusiano ambayo ipo sasa tunaamini ni upepo ambao umetokea, lakini jitihada eh, zikifanyika kwa pande zote mbili, kwa upande wa serikali ya Tanzania pamoja na wananchi wake, lakini kwa eh, bunge la Ulaya pamoja na, na wabunge wake kufikiria namna gani ambapo eh, tutaweza kuamuka kutoka hapa kusonga mbele, na watu wasifurahie hii hali wakidhani kwamba ni serikali ndiyo inakomolewa eh, mahusiano yanapoingia katika eh, hali ya sintofahamu katika mfumo huu. E, si serikali peke yake inayoathirika ya ni pamoja na raia wa kawaida pamoja na watu wa chini kawaida, kwa sababu mahusiano kwa sasa katika diplomasia ni mapana. Hivyo basi ni funzo ambalo pande zote mbili wanalikuta. Nasalia kwako, na hilo swali pia litakuja kule mwisho. La sasa hivi umesikia makauli za viongozi kama majibu kutokana na haya yaliyofanyika, je, Tanzania inapaswa kuona hatua hii kama kuingilia mambo yao ya ndani? Uh, katika sera mambo ya nje, hasa hasa sera yetu ya mambo ya nje ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaelekeza uhuru wa nchi kujiamulia, lakini kwa sasa hali ilivyo ya siasa za ulimwengu, e, nchi sio kisiwa, kiasi kwamba inajifanyia mambo yake yenyewe. Inahitaji ushirika kutoka kwa mataifa mengine, lakini pamoja na jumuiya mbalimbali za kimataifa mm. Kwa hiyo e, kama wao wanaingilia mambo ya ndani ya nchi linaweza e, likawa ni moja lakini, inahitajika matumizi ya busara na akili nyingi katika kuhakikisha kwamba ni namna gani ambavyo tunaweza tukarejesha e, e, imani na matumaini ya mahusiano haya, kwa sababu e, mahusiano ambayo yamekuwepo tangu awali yamekuwa na faida kwa pande zote mbili. Sasa upande mmoja unapoamua e, kuweka masharti magumu e, diplomasia haitu, haituelekezi nasi kuwa katika msimamo mgumu. Kwa sababu mwisho wa siku e, tutaathirika sisi pamoja na wao. Kwa hiyo nadhani ni kipindi tu cha upepo ambapo kikipita basi e, Tanzania inaweza kujifikiria ni namna gani bora ya kuweza kuyaadress yale ambayo e, e, Umoja wa Ulaya wanayafikiri. Asante sana. Nchi sio kisiwa, nimechukua hiyo kutoka kwako Dkt. Lenny, kama unafahamu ufadhili wa Umoja wa Ulaya kwa Tanzania unachangia kiasi gani katika bajeti ya maendeleo ya taifa? Kwa kwa kwa kawaida huwa inakaribia kwenye asilimia ishirini na kitu, thelathini na kitu, lakini huwa inabadilika kutegemeana na makubaliano yanayokuwepo eh. <clears throat> Kipindi kilichofika nadhani ilikuwa ni, ni nzuri kabisa maanake misaada ilikuwa inakuja bila vikwazo vyovyote mm -hmm. Kwa hiyo eh, hii ambayo wanaita development budget eh, kwa sehemu kubwa ni, ni, ni misaada mitupu. E, wakati mwingine inaweza panda mpaka asilimia arobaini ya budget. Ikipungua e, ndo inakuwa kwenye asilimia ishirini na kitu, lakini kiujumla ni kwamba wakati wowote unapokuwa umepanga mipango alafu kiasi cha fedha ulichokuwa unakitegemea kisaidie kikitoweka ghafla, kwa kweli hapo kunakuwa na na hitilafu kubwa. Naam, tunapozungumzia asilimia ishirini hadi thelathini si asilimia ndogo. Unaifahamu jamii ya Tanzania, unaifahamu nchi ya Tanzania. Kusitishwa kwa misaada kama hiyo kunaweza kuwa na athari gani kwa miradi ya maendeleo, sekta ya afya, elimu, kilimo na kadhalika? Naam, e, sekta, sekta sekta ya afya, sekta sekta nyingi tu zinaathirika kwa sababu E, tuseme kwa mfano maradhi fulani fulani ambayo yalikuwa yanaanza kupungua au kutoweka e, yanaweza yakalipuka tena. E, kwa upande mwingine sio hivyo tu, kuna misaada ambayo inaingia mpaka kwenye upande wa elimu vilevile. Ikitoweka hiyo, inakuwa ni athari kwa wale ambao wanakuwa wamepata fungu kwa ajili ya kufanya shughuli ambazo wanataka kuzifanya. Kwa hiyo kiujumla, kama alivyosema bwana Gonde hapo, ni muhimu viongozi e, wakatambua kwamba haki ya watu ni muhimu, na kwamba sio kuingiliwa, maana ulimwengu sasa hivi wanasema interdependent e, ulimwengu watu wanategemeana, na sio tu kwamba wanategemea, wanategemeana uh, lakini zaidi zaidi ya kutegemeana vile vile ni kwamba ulimwengu kwa sasa hivi unakuta kwamba hauwezi ukasema kwamba mimi nitafanya kila kitu peke yangu na simhitaji mtu yoyote na sitaathirika kwa namna yoyote kwa sababu e, uta, una mahitaji ambayo yanatoka sehemu zingine ambayo wewe huwa na uwezo wa kuyafanya uh -huh. Na wewe vilevile unanufaika na nayo. Sasa ni vitu vingi ambavyo vinaweza vikaathirika iwapo watasema kwamba wanakata kila kitu Enam. Na ndiyo sababu ni muhimu kwamba wale wanaokuwa na wana, wana ushauri na ushawishi serikalini waseme kwamba kwanza serikali ikubali kwamba kuna kosa kubwa limetokea. Maana haijawahi kutokea, haijawahi kutokea serikali yenyewe badala ya kulinda watu ikawapiga watu risasi, alafu ikaizika laiki kwa Tanzania, haijawahi kutokea. Ilitokea kidogo wakati fulani na aliyokuwa rais wa awamu ya pili E, wakati huo wakiwa ni waziri e, wa mambo ya ndani chini ya e, rais wa kwanza mwasisi, Mwalimu Julius Nyerere ilibidi ajiuzuru, na hiyo ilikuwa ni hatua ya kuonyesha kwamba serikali haiko upande wa kitu kama hicho ambacho kinaonyesha ukatili, kwa sababu usawa wa binadamu, usawa wa binadamu tu, binadamu ni binadamu popote pale alipo, na serikali haiwezi ikachagua kwamba hawa ni maskini, kwa hiyo wasiwepo au hawa marofa wasiwepo, au hawa ni kadhalika. Kwa hiyo ni, ni ni jukumu la serikali, asante, kulinda usalama wa wananchi na vile vile kulinda kwamba usalama wa wananchi ni huo uchumi kuweza kuinuka ku, ku eh, bila kuwa na athari ambazo zinatokana na mahusiano mabaya Do Dkt. Lenny tumekupata vizuri asante sana nirudi kwake Godwin umesikia majibu rasmi kutoka kwa upande, upande wa serikali lakini pia matamshi ya serikali mfano Rais Samia Suluhu jana aliuliza swali who are you? we nani uh, utaka kuwa mkoloni tena uh, mifedha michache tu swali langu kwako je yeah, una, una, unafikiri matamshi ya kisiasa kutoka kwa viongozi yanarejesha imani ya jumuia ya kimataifa kwa Tanzania? Uh, kama ambavyo nilielekezea ni, ni hapo awali John, ni kwamba eh, hali ya upepo kwa sasa ni ni, ni, ni ngumu na ndio maana inaweza kufanya kiongozi ama mkuu wa nchi hata viongozi wa waandamizi wa, wa chini yake wakatoa matamko magumu na makali, lakini eh, eh, yakiwa na nia ya kutaka kuonyesha Eh, eh, uhuru binafsi wa nchi eh, kuweza kujiamulia, lakini muda utakavyoendelea kusonga mbele nadhani eh, eh, eh, kurejea kule kwa tumaini na kuonesha kwamba eh, kuna haja ya mahusiano bado. Naamini diplomasia inatoa nafasi hiyo, kwa sababu yaliyotokea tayari yamekwisha tokea. Kama ni doa katika eh, eh, historia yetu, kama ni doa katika mahusiano yetu, tayari limeshatokea ni namna gani sasa tunatoka hapa kwenda mbele, hilo ndo swala ambalo linahitaji mjadala mpana. Sasa e, e, e, tutoe mfano labda wa hiyo kauli ambayo umesema aliitoa mheshimiwa rais. Hiyo ni kauli ya kisiasa ambayo aliitoa akiwa anazungumza e, e, na wazee e, wa, wa, wa Dar es Salaam, lakini anaweza e, e, e, mtoa kauli huyo huyo akaitoa kauli katika muktadha wa kidiplomasia ambayo e, e, itakuwa ni yeye kuzungumza na wale washirika wa maendeleo washirika wa mahusiano wa wa, wa, wa ambayo Tanzania inayo nadhani inaweza ikawa na ton na, na tofauti ambayo itaonyesha nia ya kujenga zaidi e, ya, ya nia ya ya kuvutana. Kwa hiyo ni, ni, ni suala la mpito ambalo linahitaji muda kulitafakari na na si serikali peke yake, ni pamoja na wananchi, ni pamoja na na, na, na e, e, uwanja wa nje ambao unaangalia hayo mahusiano e, tunaamini kwamba e, tunatakiwa tuvuke hapa tulipo, tuweze kusonga mbele. Tunavukaje? ni swala ambalo tunasaidiana sote e, kwa pamoja, na niongezee kidogo e, nah. Tunapopata madhara au tunapopitia mazina namna hii, ni, ni, ni, ni jukumu la nchi sasa kuwa wamoja kusogea E, e, haya matatizo ya ndani yanaweza kutugawanya lakini inapogusa swala la msaada inapogusa swala la la, la la ushirikiano ni swala ambalo e, litakuwa na madhara moja kwa moja wanaoathirika ni watu wa chini, ndugu, ndugu Godwin, ndugu Godwin e. Shukran sana nadhani tumekupata vizuri, na na washiwa taa hapa kwamba muda umetupa kisogo, lakini ningetaka kujua, uh, kwa sekunde chache tu, ndugu Lenny Kassoga, Tanzania ina vyanzo mbadala vya mapato vya kukabiliana na pengo linaloweza kutokea? Uh, wanasiasa wanasema hivyo, lakini ukweli ni kwamba hapana, kwa sababu uhalisia nam uhalisia ni kwamba bado, uh, ukiwa na rasilimali tuseme, una rasilimali ni ni ni, ni, ni rasilimali ambayo bado haijachimbwa, maana wana, wanaongelea juu ya haya ma madini ambayo sasa hivi yanatamanika sana hata yes, kama ukiwa na uranium au na kadhalika, lakini kama hujaanza kuchimba ina maana kwamba sio sehemu unaweza kusema itaingia kwenye GDP. Tuachie hapo. Kwa hiyo kwa sasahivi kwa kweli itakuwa ni athari kubwa, tuachie hapo. Wananchi wa Tanzania wanapaswa kuunga mkono au kupinga hatua ya umoja wa Ulaya, Marekani na nchi yote ile inayotoa tahadhari au itakayo tafakari kuzuia ufadhili au hata vikwazo? sekunde kumi tu kwake Godwin, wananchi uh, wanatakiwa wa, wa, wa, wa, waweze kuwa pamoja na kuweza eh, eh, kusaidia kukwamuka kutoka hapa kusonga mbele kwa sababu vikwazo vitakuwa vina athari kwa serikali, lakini vile vile vitakuwa na athari kwa wananchi wa chini. Asante, asante. Godwin Gonde, mwanadiplomasia na mhadhiri wa Chuo cha Diplomasia Dar es Salaam, na Dkt. Lenny Kassoga, mchumi na pia mhadhiri wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, asanteni sana kwa kutenga muda wenu na kukubali kutupa tathmini yenu kwenye mjadala huu. Nawe msikilizaji, mtazamaji na mfuatiliaji, ninasema shukran kwa kuwa nasi, na tumai umenufaika kwa mawili au matatu.